Vijana wa Gen Z wamejitokeza tena mitaani kwa maandamano wakiwakumbuka wenzao waliopoteza maisha mwaka jana wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Maandamano ya leo yameibua maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa Bungoma, baadhi wakitaka vijana waache maandamano na badala yake wasubiri uchaguzi wa mwaka 2027 ili kufanikisha mabadiliko ya kiuongozi kupitia sanduku la kura. Kuwaomba vijana wetu ya kwamba kulalamika uongozi mbaya lakini je, si sisi wenyewe tulichagua rais? E, wangesanya wa maoni yao hata wapeleke kotini waseme tumechoka nahiri nahiri. Na hili na hili na chakuwa wapunge wapunge wapeleke motion kwa parliament. Sio maandamano. Kuna wakora watakuwa kwa maandamano. Sasa ile kitu daharibu maandamano ni wale wakora wa kuibia watu, e, haitakuwa hakuna maandamano hii Kenya inafanyika bila uharibifu e. Sasa hiyo ndio inafanya unapata polisi pia wanarushiwa mawe na polisi akuwa na hasira ya kufitua nini risasi. Kuna wengine watakuwa na nia ya kusukuma serikali, na kuna wengine ni wakora, wanataka waipe simu za watu wengine, wakonge wa, wa, wa, wa, watu wengine waharibu, wanaharibu hiyo maandamano maandamanoa. Ah, watu si watakatifu ba a ah, watu maandamano, wengine wezi wanaingia ndani Wakati huo huo kumetolewa wito kwa vijana kuendeleza shinikizo la njia za amani na kuepuka kutumiwa na wanasiasa au makundi yenye nia ya kuvuruga utulivu wa nchi. Wale wa kufanya wa kuvunja vitu wasiingie ndani, na hiyo iwe ya amani. Msichome magari ya wenzenu, msichome magari ya watu wengine, mkiharibu maduka. Kuna watu ambao wanafanya biashara CBD Nairobi, kuna watu ambao wanafanya biashara hapa Kongoma kuna watu ambao wanafanya biashara Kakameka, kuna watu wanafanya biashara Jwele, kuna watu wanafanya biashara kwa kila soko iliyo katika maeneo yetu. Kwa hiyo tunaomba tuweke amani mbele. Maandamano haya yanakuja mwaka mmoja tangu tukio la kihistoria ambapo waandamanaji waliingia ndani ya majengo ya bunge na kuvuruka kikao cha bunge. Kwa mujibu wa tume ya kutetea haki za kibinadamu KNHCR, watu sitini walipoteza maisha katika maandamano hayo ya mwaka jana. Chris Ifuna, runinga ya Tandao.